Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Merry, mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Habari za muda huu popote ulipo, mpendwa mtazamaji wangu. Mimi sijambo na mshukuru Mungu naendelea na, na kuwaletea madarasa na vipindi mbalimbali vya madarasa ya tiba asili. Kama wewe ni mgeni na unatazama video hii kwa mara ya kwanza na kuomba usubscribe, share video na wengine wakajifunze darasa hili zuri ambalo nimekuletea kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji wangu, hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, ili ujue hatua kwa hatua na faida ya darasa ambalo nimekuletea kwa siku ya leo. Leo bwana, nimekuletea tiba nzuri sana, tiba ya wale ambao wanasumbuliwa na maumivu kwenye magoti, maumivu kwenye jointi na maumivu kwenye kiuno na mgongo. Wewe unaosumbuliwa na maumivu ya kiuno, mgongo pamoja na joint, pendwa mtazamaji wangu, hii dawa unaiona katika hii video, huu mti unaitwa mkamba. Mkamba huu ni mmea ambao unasaidia sana changamoto ya mifupa kusagana, pamoja na wale ambao hawana ulotoroto kwenye magoti pamoja na kwenye kiuno na mgongo, misuli yako haiko vizuri, basi huu mmea utakusaidia wewe kutibu changamoto yako. Huu mmea kama unavyoona hapo katika video, nimekatakata mti na kuweka vipande vidogo vidogo na kuviweka katika chupa vipande hivi, ambavyo viko katika chupa, unatakiwa uweke maji yawe nusu. Kama unavyoona hapo, maji yako nusu. Kwa hiyo unatia maji nusu kwenye hiyo chupa, alafu utakuwa unatumia kikombe cha chai. Utakunywa kikombe cha chai asubuhi, mchana na jioni. Hii dawa ya mkamba ni nzuri sana, mpendwa mtazamaji wangu. Kwanza ina uterezi sana pale ambapo unakunywa. Kwa hiyo iko katika matirio ya mlenda, mlenda inatereza sana. Kwa hiyo unavyokunywa, dawa hii ni ya uterezi mno, sifa yake ya kwanza, unapoanza kuitumia, mpendwa mtazamaji, wewe ambao unasumbuliwa na viungo, mgongo pamoja na kiuno na magoti basi tiba hii ni nzuri sana na itakusaidia sana. Lakini pia kwa wale wanawake ambao hawana uteute, mwanamke unakuta hana uteute -ute. uke wake ni mkavu sana na anapofanya tendo la ndoa basi hafurahi. Na kwa mwanaume pia, mwanaume ambaye mbegu zake hazina uterezi, ni kavu au zinatoka kidogo, basi dawa hii itakusaidia wewe kuongeza urotoroto, kuongeza mbegu za kiume, kuongeza uteute, mpendwa mtazamaji wangu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, utaenjoy tendo la ndoa, utafurahia sana kwa sababu mwanamke utakuwa na ute mwingi wa kutereza. Mwanamke ukiwa na ute wa kutereza katika uke kukuzuia na magonjwa ya ngono na magonjwa mengine na michubuko pia, na hata wewe mwanaume ambaye ukiwa na urotoroto mwingi mbegu zako zikiwa na uterezi mwingi mbegu zitakuwa bora na pia mbegu zitakuwa na uimara na pia kuongeza nguvu zaidi katika kuhimili maswala ya uzalishaji, yani kama unataka kutungisha mimba, basi mimba itatungwa kwa haraka kwa sababu utakuwa na urotoroto mwingi sana. mpendwa mtazamaji wangu, mpendwa mtazamaji wangu, hii dawa ina faida kwa wale ambao wanaenda choo kigumu. Yaani wewe unaenda choo kigumu, una mfumo wa choo kigumu, yaani choo kinakuwa sio kilaini, choo kinakaa siku tatu mpaka siku nne haujaenda choo, mmeng'enyo wako wa chakula hauko vizuri Dawa hii itakusaidia kutengeneza mmeng'enyo wa chakula na itakuimarisha zaidi, na utaweza kuifurahia dawa hii na hautojutia kuitumia. Itakupa faida nzuri sana, mpendwa mtazamaji wangu, mpendwa mtazamaji wa chaneli hii ya dokta Merry. Huu mmea wa mkumba ni mmea ambao ni mzuri sana. Kama unavyoona mmea wake una unakuwa na mizizi ya kutambaa sana. Nikija kupata picha yake, nitakuja kukuletea kwa darasa lingine. Kwa hivyo, mkumba huu ni maalumu kwa ajili ya viungo tu, yaani viungo ndio mahala pake hapa. Viungo vitakaa imara, viungo vitakaa vizuri, viungo vitakuwa imara na vitakuwa havina shida yoyote, utafanya kazi zako za kuinama, utafanya kazi zako za kusimama, utafanya kazi zako kwa raha kabisa mstarehe, na wewe hautaweza tena kupata shida tena kwenye maumivu na mifupa kusagana, kwa sababu tayari utakuwa umeshatengeneza tiba ya kudumu na tiba ya muda mrefu. Mpendwa mtazamaji wangu. Mimi naitwa Dr. Mary na kuomba subscribe, share video, toa maoni yako na ulike pia. Bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zangu pale ambapo natoa darasa jipya. Wewe unaosumbuliwa na changamoto ya afya, changamoto kwenye ndoa, changamoto kwenye mahusiano, biashara haziendi na vitu vingine vyote. Basi usisite kuwasiliana na mimi niweze kukupa usaidizi na kukuongoza katika tiba zote unazozihitaji. Bonyeza alama ya kujumlisha 255787232081, hiyo ndio mawasiliano yangu. Popote ulipo utanipata, na tutawasiliana vizuri na kufanyiana tiba ya maumivu ya miguu, maumivu ya mgongo, na maumivu ya mwili mzima kama unavyohitaji hapo, maumivu ya mifupa basi nitakusaidia. Asante kwa kutazama video hii, na karibu. Tutaonana katika darasa lingine.